Hiyo ndo ahsan zaidi katika hizi tatu, lakini leo inshallah tunaingia katika sehemu inayozungumza ahwalu maamumi ma maalimam, hali baina ya maamuma na imamu wao. Kuna hali tano. Sisi maamuma tukenda na imamu wetu kuna hali tano. Kuna ya kwanza, mutabaatun ni kumfuata Hali ya kwanza ni kumfuata. Manake vipi? Manake imamu anafanya kitendo, sisi tunamfuata, kashamaliza kile kitendo tunamfuata. Na hii ndio ahsan, ndio nzuri zaidi na afdhala. Kafanya yeye kitendo, unamfuata. Hali ya kwanza. Hali ya pili musabaqa kumtangulia, hili halitaki na labatilisha sala. Kumtangulia, unaweza ukajikuta ushafika kwenye sujudu, imamu ndio kwanza uko juu, hasa wale maimamu wale watu wazima wale anajikokotele Allahu Akbar, we uko chini kue, usifanye hivi. Tunachotakiwa ni mutabaa, kumfuata imamu, sio musabaka, sio kumtangulia. La tatu muwafaka, kwenda naye sambamba. Kainua umeinua, amekwenda umeenda, yaani utasema resi za magari. Pia hii nayo si nzuri, hii nayo si nzuri, kwenda nayo resi ba, ba, ba. Utasema gwaride la la la la wale wanajeshi wanakwenda sawa sawa. Kwa hiyo muwafaka pia na si nzuri, tunatakiwa sisi mutaba. Lakini nyingine taakhur, kuchelewa. imam kishafika chini, wewe ndio kwanza ukojuhu, uko juu huku unaleta subhana rabbiyal adhim subhana ka yuko chini huko, na hivi vile vile, ikitimia vitendo viwili kakupisha vitendo viwili imam, manake sala yako wewe kwa imamu itakuwa wewe ni munfarid sio we, we, we, utakuwa na swali peke yako, hupo katika ile jamaa. Yani mtu unawezekana kawa yumo ndani ya jamaa, anaswali jamaa pamoja na imamu, lakini hajijui kama yeye hapati fadhila za jamaa. Kwa, kwa nini? Kwa sababu yeye anatofautiana naye. Kwa hiyo anaandikiwa kwa, kwamba sawa sawa kaswali ka peke yake. Kwa hiyo hii vile, vile taakhir kuchelewa, na pia inakuwa ina maudhi yake. Hii tunayaona mtu akichelewa sana, mara mnagongana we e, safu ya mbele kwa safu ya nyuma, we ushafika kule, yeye ndo kwanza uko juu, mwenzio wa mbele, we unataka kwenda pale, unajikuta unaugusa mguu wake, unakuta. Kwa hiyo hivyo, kuswali hivyo kwa jamaa haitakiwi, tunatakiwa sisi mutabaa, sio unakaa sio kama ndo mwingine wanadodosa uvipi au ndo mawazo tu, lakini huo si, si utaratibu. Lakini ya mwisho muhalifa kwenda naye kinyume kabisa. Hii mukhalif kwenda naye kinyume maanake yeye, imamu yuko kwengine na wewe uko kwengine. Inawezekana ukafanya hivyo mukhalif, endapo mfano na tunahusiwa tuna sana maimamu tuswali kuswalisha kwetu kuswalishe kwe, kwa kanzu sio mashati wala si, si, si nani nasema fulana hizi, kwa sababu kuna wakati imamu anaswalisha unamuona kabisa ule utupu wake unaonekana huku nyuma. Huyo tamkhalifu, mimi tamkhalifu, natia nia pale, pale mimi kwamba mimi naikata hii, simfati tena, kwa sababu swala yake yule shabatilika. Imamu sala yake, jamani, ishabatilika. Kwa hiyo siwezi kuendelea kumfanya kumfuata kwa sababu tayari aura ule inkishafu la aura, utupu wake ume, umeonekana, kwa utajikuta akenda kwenye sujida unamuona. Hapa pawazi kabisa pawazi, huyu umkhalifu lakini yule ambaye imamu yuko vizuri kavaa kanzu yake katimiza vigezo vyote, kwa hiyo wewe usimkhalif. Umkhalif yee yuko huku, wewe uko, unapishana naye, wewe unashuka chini, ye anapanda juu, wewe unapanda juu, ye anashuka we chini, wewe unaswali peke yako huko katika jamaa. Kwa hiyo tunasema hali za imamu pamoja na maamuma wake ni tano, lakini katika hizi tano inotakiwa hasa ni mutabaa kumfuata hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Na kipengele chengine wanasema wakana nasu fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, walikuwa watu katika wakati wa mtume juu yake rehma na amani. Yumaruna biwawe yadil yumna ala lyusra, wanaamrishwa kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto. Fa huwa amrun jalilun, basi hilo ni jambo tukufu kabisa kuweka mkono wako wa kulia juu ya mkono wa kushoto. wa min sunan lmursalin, na miongoni mwa nyenendo za mitume. Kwa hiyo hapa tunafundishwa sasa namna nyingine ya kuweka mkono wako eh, katika, katika sala wakati una swali, kuna namna tatu za kuweka mkono. Hizi nyingine watu wana, wanafanya tu kwa mazoea ya pengine na pengine kwa uvivu uvipo, wallahu aalam, lakini namna ya kwanza kwanza unaweka mkono wa wa kushoto alafu unakuja kulia juu, kwa namna ya kwanza unausogeza mkono wako unakuwepo hapa. na hapa namna ya kwanza hiyo, namna ya kwanza inakuwa hivi. Namna ya pili unauleta mkono wako usawa hapa, pale unapokaa saa, na hapa kazungumza pale unapokaa saa katika wakati wetu, unauweka hapa mkono wako, namna ya pili, na unapafunga. Namna ya tatu unauweka hapa juu hapa, namna ya tatu. Hivi ndivyo lililonukuliwa lililo kutoka kwa masahaba, kutoka kwa Mtume kupitia kwa masahaba: namna ya kwanza, namna ya pili, namna ya tatu. Kuna watu wanafanya hivi, sijui kwa nini, sijui wamepata wapi la, sijui ndo wamerithi wapi au vipi. Anafanya kama hivyo, wengine anafanya hivyo, wengine anafanya hivi, lakini lilonukuliwa hasa ni hapa hapa na hapa na mkono wako hii miwili unaiweka wapi? kwa kupitia huu mwili wako sehemu tatu. Anachoona nazungumza, linonukuliwa sehemu ya kwanza, chini ya kifua, chini ya kifua kwa utaweka pa chini ya kifua hapa. Sehemu ya pili unaushusha kwenye tumbo hapa, na sehemu ya tatu, hapa, kwenye kitovu. Unashusha hili. Kwa hiyo usije ukaona watu wanafanya kituko, wanaona maajabu, mbona akaweka mkono wake pale chini ya chini ya kitovu au kwa mkono wake pale kwenye kwenye tumbo, na ipo ambayo amefanyia kazi ameifanyia kazi Muhammad Nasruddin Albani, na akaitafiti vizuri, na akaangalia kwa kupitia hadithi, unaweka kwenye kwenye kwenye kwenye tunasema kwenye moyo, kwenye moyo kwenye kifua, juu ya kifua eh, ndio maana kifua, ndio maana wengine unakuta wanaeka, na tunazungumza hii kwa sababu hii, jamani, ni elimu, ni amana hii kama kuna mtu kafanya jitihada akaona hiyo dalili ipo, kwa hiyo tuna haki ya kuizungumza dalili hiyo na kuwazindua watu kwamba mtu kufanya vile si tatizo, kwa sababu amesimamia kwenye nini, dalili hii. Ni elimu. Kama mtu kafanya jitihada yake akaona na akatuzungumzia kwa usahihi kabisa na kwa dalili, basi tunafaa vile vile kujuzana, kujulishana kwamba huo ndo utaratibu. Kwa hiyo hilo ndilo tunalofundishwa hapa baada hapo. Lakini jengine tunalofundishwa, wanadharu fi lsalati lahu thalathatu ahwal, kuangalia ndani ya sala kuna hali tatu, namna ya kuangalia ukiwa katika sala kuna hali tatu. Katika hali ya kwanza anasema mustahabun matlubun, inapendeza na inatakikana ufanye hivyo, fayandhur limaudhii sujud fi kulli sala unatakiwa uangalie sehemu pale unaposujudu katika swala yako yote. Kwa hiyo mwenyewe ushaingia katika swala, unatakiwa wapi niangalie? Angalia pale unaposujudu katika swala yako yote, uangalie hivyo, ya kwanza. Wathani muharram, ya pili, imeharamishwa kabisa, ni makosa kuangalia. Anasema wapi, ayandhura ila samaa, kuangalia mtu wapi juu anaswali anaangalia juu, anaswali kidogo anaangalia juu, naswali kidogo anaangalia juu, au kakaa kama hivi, pengine ndo mwenyewe anahisi ana anavuta zile hushua, ana ilete, hushua anaileta ile hushua anaihudhurisha anaangalia juu. Kuangalia juu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amekataza anasema, la yantahiyanna wakome, wakome waache nani aqwamun watu, yarfauna absarahum, wanainua macho yao, ila sama, juu, fi salati, ndani ya sala, wanafanya hivyo, wanainua macho yao. Kwa hiyo wakifanya hivyo, wakiendelea hao, kama wata, wanaendelea kufanya hivyo, au la tarjiu ilaihim, kuna hatari yale macho yao yasirudi, yani yakapofuka kabisa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam divonavutwa mbili. Kwa hiyo katumia neno zito kabisa, na hila yantahiyana, ndio tafsiri tunazosikia kwa mashekh zetu, asema wakome na no. Wengine wanaenda mbali zaidi as wanasema sa kama marhemu shekh wetu Na nani Muhammad Majid Allah mrehemu sema ashike adabu yake, wanatafsiri hivyo wengine, ashike adabu yake la yantahianna kwa ni katazo kubwa kabisa kutoka kwa Mtume. Mtu kuswali akawa anaangalia anaangalia juu, kwa hiyo hiyo imekatazwa moja kwa moja. Na ya tatu, nadharu mubah, kuangalia kulikokuwa kwa halali, ila ghairi ulumi, ambapo si sehemu ya juu. Sehemu ya kwanza imesema uangalie kwenye sijida, sehemu ya pili kuangalia juu haramu, na sehemu ya tatu, ila ghairi uluwi, si sehemu ya juu, wa maudhi sujud, na si sehemu ambayo ya kusujudia. Yani pengine mtu atakuwa anaangalia vidole vyake, mara anaangalia pembeni huku, mara anaangalia huku. Hii aina ya tatu, aina hii ya tatu anaizungumza vipi mwenye kitabu? Wala yaliku bi ahli lfadli, wala haiendani kabisa kwa watu bora kama sisi Waislamu ambao tumezihudhuria sala walmaratib alalia. Na sisi ambao Waislamu tuna daraja ya juu kwa Uislamu wetu, an yaslukuhu illa lilharaj, kufuata mtindo huo isipokuwa kwa dharura. Sisi hatutakii, wakati wa sala macho yetu tunaangalia huku na huku, mara unaangalia vidole vyako, kumbele sijakata kucha. Ah, yule mke wangu kile nilimwambia pale Ma, unaangalia angalia huku na huku naangalia huku na huku, huku utaratibu, angalia sehemu ya, ya kusujudia. Ni sawa umesimama, ni sawa umerukuu, maana wengine wakirukuu anapindisha kichwa chake kabisa, anaangalia eh, kumbe miguu yangu sijatia mafuta vo metoka, mtizama mtizama inavyokuwa meupe me mepiga weupe, unajikuta unaanza kujizungumzisha zungumzisha, lakini tulia sehemu ambayo unatakiwa uangalie sehemu ya sijida. Kwa hiyo sisi watu ambao Mwenyezi Mungu ametupaisha e, daraja kabisa, haielekei ikawa wakati na swali tena macho yako anapepesa pepesa, pepesa huku na huku na huku, tulia sehemu moja. Anasema anaendelea, anasema thumma, lakini pia fama jaala Allahu ala lmuslimina al min haraji Mwenyezi Mungu hajajalia uzito kwa Waislamu. Ikiwa kuna dharura ya kutizama pembeni utatizama, ikiwa kuna dharura ya kuangalia chini utaangalia. Ana wasiwasi mdudu, mbona kama kajia huku, na hasa wale misikiti yetu, yetu ya shamba kule, wadudu wengi sasa. Kabla kama pengine unamwangalia huyu, sije kwa akapanda kwenye suruali huyu na kadhalika. Kwa hiyo ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo sawa, lakini wewe unatakiwa ustik, yani u, kustiki wanasema, ndo nini kwa Kiingereza hicho? Kwa Kiswahili nasema vipi? ndo natuleta pale pale, mimi sa kustiki, Una... ubaki katika hali ile, umetulia mbele ya Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo hayo ndo maelekezo tunayopewa katika, katika dini yetu. Asema fassalatu. Jamani tutambueni hii swala waddinu, na hii dini yetu jiddun, iko serious, haina mashara la hazla fiha, haina mashara ndani yake. Sisi hapa kuja kuswali hatujaja kucheza. Mwenyezi Mungu hajatuwekea ibada hii kwamba tuje kuinuka na kusimama na kuinuka na kusujudu tu. Ah, ni tuko serious kwa sababu hii ina mustakbali wetu. Kwa hiyo tukija hapa tuwe serious. Anayetuharibia sala maanake, lazima tumwelekeze, tumwambie, kwa tuwe serious katika hii ibada. Ni ibada tukufu inaenda kutuletea inaenda kutuletea pepo radhi za Allah subhanahu wa Taala. Kwa hiyo lazima tuwe serious, tusiwe kama tumekuja kwa mchezo tu, ile kama vile wanavyosema, ndio wengine nimekuja kuchukua pointi, pointi tatu, nimekwenda tu kutimiza ule, ule wajibu u, huwezi, ku, huwezi kuwa muislamu wakisawasawa ukasema unaenda kutimiza wajibu tu, au mimi nimeenda kwenda kuchukua pointi tatu. Ah, ah, hayo hayahusiki. Tuwe serious tukuwepo hapa Tumwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nyoyo zetu na kila kitu chetu. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo tumefundishwa na jengine, anayotaka kutufundisha, anayotaka kutufundisha mwenye kitabu anatuambia, wa min adiyati istiftah thalatha, na miongoni mwa dua za ufunguzi wa ile sala kuna dua tatu, yani pale umeshafika kwenye sala yako pamoja na imamu wako, au uko peke yako una swali peke yako ukishasema Allahu akbar, kabla kusoma Suratul Fatiha kuna dua pale kunatakiwa tuisome, ambayo inaitwa dua ya ufunguzi. Dua hii alikuwa akiisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba walikuwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akishakufunga swala wanamuona anakaa kimya ah, Mtume mbona anakaa kimya, alafu baadaye anasoma. Maswahaba sio kama sisi, sema hata tukamuulize kwani anakuwa anafanya nini. Tukamuuliza, ya Rasulullah, pale unapokaa kimya tunakuona kama mdomo wako unacheza hivi, kwani unakuwa unasema nini? Ndo mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha. Miongoni mwa hizo ziko nyingi, hizo dua au istifta ziko nyingi kabisa, lakini bora yao wanasema fantastic, sio eh, hey, ambayo imekusanya fantastic. Kwa Kiswahili nzuri zaidi, nzuri zaidi, ndio nzuri zaidi, maana wanasema marvelous, eh, superb nazani nakukumbuka kile kizungu cha kile kizungu cha zamani cha wazee wetu, anasema ula huma ya kwanza yao subhanaka llahuma wa bihamdik tabarak wabihamdik tabarakasmuka tabara taala jadduk wa la ilaha ghayruk. Hii ndo besti yao, unaileta kabla kusoma Suratul Fatha. Anasema subhanaka llahuma wa bihamdik tabarak tabaraka smuka taala jadduk

Zinapatikana zipo. Kama mtu hujui, huwezi kuzisoma zote, basi tafuta ambayo hii ya mwanzo kabisa, uwe unaisoma, unaisoma. Hii ni dua adhim kabisa, kwa sababu inasema subhanak allahumma, umetakasika ewe Mwenyezi Mungu. Nini maana kutakasika? Mwenyezi Mungu hana aibu, Mwenyezi Mungu hafeli, Mwenyezi Mungu kila siku ni mshindi, Mwenyezi Mungu hahitaji chochote. subhanak umetakasika huna mapungufu, hafi hali hahitaji mtoto, yote haya katakasika Allah subhanahu wa taala. Watabarak smuka, na jina lako limetukuka, ni tukufu kabisa. Kwa jina lako tunapata kuendelea kuishi kwa jina lako, tunapata riski kwa jina lako, tunapata barka kwa jina lako. Maisha yetu hii dunia ndo imesimama na mbingu zake kwa majina yako Allah subhanahu wa taala. Ni dua kabisa kubwa kabisa. wa taala jadduk, na umetukuka, utukufu wako ya rabbana, umetukuka wewe, uko juu, utukufu wako uko juu, na sisi sote tuliobakia tuko chini. Ha, si lolote si chochote, wala ilaha ghairuk, na hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa yeye isipokuwa wewe Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni maneno mazito kabisa, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akayachagua haya kuyasema katika mwanzo wake wa swala wake.